Kuna simple formula ya ku save pesa au kujifunza kuwa na discipline ya pesa ambayo watu wengi wa fedha wanaizungumza. Hii formula leo nikufundishe hii formula. So hii formula, it goes like this: nunua bahasha mia. Sawa, nunua na bahasha mia. Ukinunua bahasha mia, bahasha ya kwanza iandike moja bahasha ya pili andike mbili. Bahasha ya tatu andika tatu. Bahasha ya nne andika nne. Bahasha ya tano andika tano mpaka ifike bahasha ya mia moja. Mpo wanafunzi wangu, mmeona leo hapa, wamejitolea. Mwingine yule kule anakuja na simu zake. Haya, sasa kwenye bahasha ya kwanza chukua elfu moja iweke, funga ile bahasha, afu iweke bahasha pembeni. Umeelewa eh? Kwa hiyo ile bahasha ya kwanza, si umeandika moja. Chukua ile bahasha ifungue, ingiza elfu moja alafu iweke ili isifunguke. Ukiifunga itie gundi kabisa. Basha ya pili unafanyaje? Unachukua noti mbili za elfu moja, unaweka kwenye basha ya mbili, unaweka pembeni. Basha ya tatu, weka noti noti tatu za elfu moja, weka nayo pembeni. Basha ya nne, weka noti nne za elfu moja, weka pembeni. Basha ya tano, weka noti tano za elfu moja, weka pembeni. Basha ya sita mpaka basha ya mia weka noti mia za elfu moja. Yes. Now, ukifanya hichi kitu utatimiza miezi mitatu. Kwenye principle ya pesa wanasema, ukifanya tabia yoyote ya kifedha ndani ya miezi mitatu. Tumia tumia mitatu, mitatu, mitatu ukipiga kwa elfu moja, moja utatengeneza milioni mbili laki tano like, kama na chenji chenji piga elfu moja elfu tatu elfu tano yani, endelea hivyo hivyo, utaona utapata kama milioni mbili na chenji ndani ya siku mia. Sasa kama unaweza weka elfu kumi kama unaweza weka laki moja, lakini angalia kipato chako, kisha chukua bahasha zako mia, zile bahasha mia zipange. Chukua bahasha ya kwanza andika moja, bahasha ya pili andika mbili, bahasha ya tatu andika tatu, kisha weka buku kwenye bahasha ya kwanza weka pembeni. Bahasha ya pili weka buku buku mbili ziweke pembeni. Ukifikisha siku mia, zihesabu zile hela, utakuta kama milioni mbili na chenji ndani ya siku mia kisha baada ya hapo sasa, jipe challenge sasa, sema sasa hivi bahasha moja naeka elfu tano bahasha ya pili naeka elfu tano mbili bahasha tano na tatu e naeka elfu tano tatu ji challenge hivyo, zigo utajikuta unatengeneza tabia kusave pesa. Ila anza na na buku, buku za, ziapa, kwa hiyo buku zako hizi hapa, nafanya mazoezi hapo, umepata somo.